na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wote ambao wameandaa hii shughuli Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awalipe malipo yaliyo ya, ya kheri inshaallah, na vilevile niwaombee dua hawa ambao leo wanaaga, maana mwezi ujao wao watangia katika mtihani wa kumaliza elimu yao hii ya form 6 kwanza ni muombe mwenyezi mungu subhana wataala wanafunzi wote tisini niambiwa kuna wanafunzi tisini ambao wanahitimu mwenyezi mungu subhana wa Ta'ala Ta aaaliye katika mitihani hiyo wote waondoke nawani, yani ikikana tu iwe ni dharura, lakini wote waondoke na wani ile iliyo bora na zile kombi zao zibasi. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu hilo alipokewa, hilo ili shule yetu ya Kitomondo iondoke na sifa ndugu zangu wanafunzi, kwamba mnaondoka mnaondoka, bimaana ya kwamba mnahitimu na kama mulivyotuonyesha kwamba nyinyi ni Waislamu na Uislamu wenu si wa kubahatisha, bimaana Uislamu wenu ni wa maadili. Basi naamini bila shaka kukaa kwenu hapa Kitomondo kwa miaka miwili hii, basi imeleta tija kwenu nyinyi na hata kwa wale ndugu zenu ambao wanaobakia na imani mmewaelimisha mewa, kwa yale ambayo mliokuwa nayo, lakini nataka nizungumze jambo kwamba ili mwanafunzi apate ilmu iliyo sawasawa lazima awe na sifa sita. Sifa sita hizi mwanafunzi akiwa nazo, basi atafika mbali. Mshairi anasema Ala zindukeni, la tanalu lilma, haipatikani ilmu illa bisitatin, isipokuwa kwa mambo sita. Mambo sita hayo akayaeleza, jambo la kwanza, dhakaun, kwanza uelevu. mwanafunzi Lazima anatakiwa awe muelewa darasani, na kama uelewa wake upo chini, basi ajitahidi autafute uelewa. Kwa hiyo, mwanafunzi akiwa na uelewa, basi safari yake ya ilmu itakuwa nzuri. Lakini si uelewa tu wa hirsun na awe na pupa, maana ijtihadi katika masomo yake, maana awe bize katika kufuatilia masomo yake. Maana inawezekana akawa na akili lakini ile ijtihadi ya darasani hana, mwanafunzi huyo lazima ataanguka kwa uelewa na vile vile ipatikane pupa, ijitihadi ya kufuatilia yale masomo yake. Na wasomi wetu wametuwekea njia za uelewa. Naambiwa kwamba ili mwanafunzi ashike vizuri darasani lile somo atakalosoma leo anatakiwa alirudie mara ishirini na tano mara. Lile somo ambalo amepewa leo na mwalimu anatakiwa alirudie mara ishirini na tano na lile somo la jana anatakiwa alirudie mara kumi, na lile somo la juzi anatakiwa alirudie mara tano. Hizi ni njia za kusoma ili mtu afikie katika malengo maalum katika swala so zima la ilmu. Lakini jambo la tatu istibarun, mwanafunzi anatakiwa awe mvumilivu maana mwanafunzi wakati anapotafuta ilmu anatakiwa awe mvumilivu, maana kuna mitihani mbalimbali, kuna maudhi mbalimbali anayoyapata mwanafunzi. Anatakiwa awe na istibar, uvumilivu, kwamba ajue mimi nimekuja shule kuja kusoma. Kwa hiyo maudhi yote anatakiwa lakini vilevile, jambo la tano, irshadul muallim, uongozi wa mwalimu. Anatakiwa mwanafunzi amuheshimu mwalimu na afuate mwongozo wa mwalimu, nini anamwelekeza mwalimu, maana mwalimu ukimfanyia maudhi yeye yeah, anaweza kuandikia ripoti mbaya tu, ikawa kile unapokwenda unafeli, una japokuwa una akili nyingi, lakini mwalimu usipomheshimu, akikuandikia ripoti mbaya we umeumia, maana hautakubalika sehemu yoyote. Kwa uongozi, muongozo wa mwalimu vile vile wanatakiwa uangaliwe, hususan nyinyi wanafunzi ambao mupo na nyinyi ambao mnahitimu maana safari ya elimu bado inaendelea mtakwenda chuo. Kwa haya vile vile mnatakiwa muyazingatie, lakini jambo la mwisho tulu zamani, jambo ambalo mtu linamfanya naye apate elimu tulu zamani, maana akae sana, maana miaka minne au miaka sita usione mingi na usiadaike. ah, mwenzangu nimemwacha mwenzangu mtaani, maisha yake mazuri, na wewe ukaadaika, ukatoka shule, ukaenda mtaani, hiyo ndugu yangu unakuja kufeli. Kwa hiyo haya mkiyazingatia, basi moja kwa moja nyinyi mtafaulu, mtatoboa katika maisha yenu, kila ngazi mnayokwenda, mtafikia yale malengo ambayo mnayo yahitajia, lakini mkikosea njia basi mtakuwa mmefeli. Kwa hiyo na vile vile, kwa kumalizia, kwa nyinyi wanafunzi, kuna kitu kinaitwa ikhtiyaru shariki fi durusi, kumchagua mshirika ambaye mtashirikiana katika masomo nao hiyo ni nafasi yake vile vile, maana unatakiwa umtafute rafiki ambaye anaendana na wewe ambaye rafiki huyu anaweza kukusaidia. Ndio shaida anasema anilmari la tasal wa absul karinahu, ukimwona mtu usimuulize tabia zake, mwangalie rafiki yake. Ukitaka kumjua mtu tabia yake, ebu mtafute huyu anacheza na nani, anashirikiana naye nani huyu? Kwa hiyo utapata jawabu kwa kumwangalia yule rafiki yake. Fakullu qarini, kila rafiki bilmuqaran, kwa yule ambaye anashirikiana naye, yaktadi, yeye ndiye anayemwiga. Kwa hiyo katika kuchagua rafiki, mshirika katika masomo, vile vile mnatakiwa vile vile muangalie faidha kana dha sharri. Ukimwona huyo si mtu mzuri fajanibu husura. Lakini wanapokuja shuleni utawakuta wale vijana wanaharibika. Kumbe pale shuleni kuna tabia tofauti tofauti, mtu ametoka na nyumbani kwake. Kwa hiyo nawahusia, ndugu zangu wanafunzi, unapochagua rafiki, basi mchague yule rafiki ambaye mwenye manufaa na wewe, ambaye atakaye kusaidia kwa sababu gani? Adwal balidi ila ljaridi sariatan, kwamba mtu mjinga kumwambukiza mtu mwelevu tabia mbaya ni kwepesi mno. Kaljamri, kama vile unavyoliona kaa la moto, yuhau fi ramad, linapowekwa katika jivu fatahamut, lazima litafanyaje? Litazimia tu ili. Kwa hiyo nikiwahusia Sio nyinyi tu advance, hata hawa walio chini yenu ndugu zenu vilevile, haya wayazingatie katika kuyaendea haya majambo. Kwa hiyo kikubwa haya kuyazingatia, kama mlivyoonyesha, mimi nawadhania kwa dhana njema tu kwamba nyinyi mmejifunza vizuri na maadili mazuri ya Uislamu. Kwa hiyo, maadili haya mnatakiwa mnayoyatumia hapa, basi hata katika majumba yenu mitaani katika jamii, basi muondoke na maadili kama haya. Ukifanya hivyo, basi tutapata madaktari wazuri wenye maadili, tutawapata walimu wazuri, wakurugenzi wazuri na kila sekta ambayo mtu atakayowekwa basi ataitumia vizuri. Kwa hiyo msimi mingi haya yatoshe, maana wasemaji bado wapo, ninataka kusoma risala na mgeni rasmi ajazungumza. Kwa haya nisema wailahuna, assalamu alaikum wa rahmatullah.